Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amemtuma kwa mujibu wa maneno yake mwenyewe akasema, inama koekutuni kutamima makarima al-akhlaq, bila shaka nimetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kwenu kwa ajili ya kuja kutimiza tabia zilizo nzuri, tabia ambazo ni njema tabia ambazo kila mmoja atazipewa kwa sababu ni njema na vizuri, tabia njema, hata kwa ambaye ana tabia mbaya, akaliona tabia njema inafanyika, awa anayo plani, lazima ndani ya mawaka anakubaliana kwamba ile ni tabia njema, na hata huyo mwenye tabia mbaya, kuna ambayo amefanya mabaya mwenyewe anahakikisha kabisa kwamba haya nayafanya ni mabaya, lakini sina budi, kwa sababu kuna wanatumika, kuna ambacho amekusudia ili akipate, anafanya ubaya ili afikie malengo yake, afanye makosa. Kwa hiyo Mtume wa sallallahu alaihi wasallam anasema inna mabuithtu li kutammima makarima al-akhlaq.

na akizungumza na ambaye si muislamu akawa anamuuliza maswali kadhaa kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika moja ya maswali aliomuuliza, na alimwambia nambie, huyo ambaye ametokea kwenu akisema yeye ni mtume, anahubiri nini? Anatangaza nini? Kamwambia, Amekuja kuunga undugu, amekuja kupatanisha watu, amekuja kuleta sulhu. Mfalme Kisra akasema, na mitume ndiyo ndiyo kazi yao, kwa maana kufundisha tabia nzuri, kuunga undugu, kuweka sulhu, kupatanisha. Hizo ndiyo kazi za mitume alaihimu salatu wassalam.

ana amani mahali popote ambapo anapokuwa anaamani, sindi kibanda, ndani ya nyumba, ndani ya nyumba kuna amani. man asbaha minkum amina, yule ambaye atapambazukiwa miongoni mwenu anaamani ndani ya nyumba yake, jambo la kwanza lakini akasema muafa fi jasadi, ana afya mwili wake una afya, kwa maana ni mzima, hana tatizo ambalo linamsumbua kiafya. Muafa fi jasadi indahu kutu yaumi, ana chakula cha kumtosha siku moja tu magobatatu ana mali bali ni mzima wa afya, alafu ana chakula cha kutosha mchana mmoja. Ule mchana ambao amepambanukiwa anacho chakula cha kutosha, na ni nusu kilo, sio kilo kumi, nusu kilo. Na anasema mtu huyu paka aina mahida hidatlao dunia hadafi imana kwamba, au ni sawa na mtu ambaye amekusanyiwa dunia yote na vilivyomo. Hakuna ambacho kinatamani ndani ya maisha ya mwanadamu ya kila siku kama amani. Amani ikiwepo Ndiyo, kama hivi tunakusanyika kufanya ibada. Patingekuwa na amani, usingekusanyika hivi, na kila mmoja ni shuhuda. Kuangalia nchi ambazo hazina amani, kila muda, kila masiku, kila wiki, kila mwezi, hawaishi migogano ha, na migogoro, hawana amani yaweza kama akawa ni mzima, lakini uzima alionayo ndani ya nyumba yake hana amani, ninakuya mgonjwa, hana uhuru wa mali yake alionayo, hana uhuru wa ardhi alionayo, ndani ya fikra zake ndani ya nyumba yake hana amani, hana raha. Akisikia kishindo kidogo, kama alikuwa nakula ndo jai imeishia hapo, kama alikuwa amelala, msingizi unamruka ni mashuhuda sisi. Unapokuwa huko ndani ya nyumba alafu utasikia kishindo usingizi unakwaga, unakosa raha, unaenda kuangalia. Hata baada ya kuona hakuna chochote lakini bado udidiki, ukirudi unaendelea kusikilizia. Kwa nini? Kwa sababu hilo dogo ambalo limetokea. Hata sisi Waislamu kwanzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatufundisha Waislamu kuishi kwa amani, Waislamu kuishi kwa upendo sawasawa, Waislamu wao kwa wao sawasawa, Waislamu na jamii nyingine ambazo si Waislamu, jamii ambayo itaishi na Waislamu ndani ya utawala wa Kiislamu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu inatakiwa jamii hiyo isipate ardha yoyote. Wanachotakiwa kufanya jamii hiyo ni kutoa jizia, kodi kwa ajili ya usalama wa ambao wanaopata ili waendelee kuishi kwa amani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina yake As-Salam ni amani kwamba Mwenyezi Mungu anataka amani, hataki fujo, hataki migogoro, hataki migongano. Kwa nini? Ili jamii iweze kupata muda na amani ya kumwabudu Mola wao. Matukio mengi ambayo yanatokea ndani ya baadhi ya nchi duniani yawe ni mwalimu mzuri kwa kutufunza na kuijua thamani ya maji ambayo tunayo. Vita vya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata taarifa kwamba mueshi na baadhi ya

ila baada ya kuulizana na kushauriana na masahaba, na hiyo ndo amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo lao kabla ya kulifanywa wanashauriana. Akawaida masahaba wazo la mtume sallallahu alayhi wasallam alilokuwa nalo pamoja na kwamba ni mtume, wazo lake lilikuwa wasitoke katika mji wa Madina, Makuraishi wakija na wenzao kama ni kupigana wapigania ndani ya mji wa Madina. Baadhi ya wa masahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume liyo ni tupi, hatari kwetu. Wakawa wanapishana mtume muda mrefu na masahaba wa masahaba wa wanamwambia tuipigania ndani ya mji hatari yake endapo tutashindwa basi ni hatari kwa watoto wetu, kwa mali zetu, kwa familia zetu, kwa babu zetu, baba zetu, itakuwa ni hatari kwetu. Kwa hiyo bora tutoke ndani ya mji tukapigania nje ya mji sallallahu alayhi wasallam. Ikawa wa masahaba wameonyesha hoja ambazo zina nguvu tunapega lai akapangwa tayari kwa ajili ya mapigano. Masahaba alipomuona wakaingiwa na wasiwasi, labda wamemuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume kwa ukuta alikubaliana kwamba twendeni nje ya Madina, ndo wakaenda kukutania. Kwa nini hawakupigania ndani ya mji? Kwa sababu madhara yake ni makubwa ukijumlisha na mapigano ya kawaida, lakini kuna hatari nyingine zaidi ambazo zitakuwa ni hatari kubwa zaidi, kwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaati kutoka ndani ya mti wakafutania mji ya mi waislamu leo hii au kipindi ambacho tupo, yanazungumzwa mengi, yanavumishwa mengi. Wapo ambao wanasema kidhati kabisa kwamba wanataka hivyo, na wapo ambao wanasukumwa wafanye hivyo, na lipo kundi kubwa ambalo wao wanavuruzwa. Yanahubiriwa sana kwamba watu wafanye maandamano, watu wafanye vurugu, uchaguzi usifanyike Uchaguzi ni sawa hauko ndani ya sheria ya dini ya Islamu, lakini pamoja na kwamba hauko ndani ya sheria ya Kiislamu, madhara yake endapo utafanya vurugu, madhara yake ni kiasi gani kwa Waislamu? Tusiburuzwe. Uislamu ni dini ya amani. Angalia huko nyuma, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ndani ya ukhalifa wa Uthman Ibn Affan, akiwa Abdullah Ibn Mas'ud katika mji wa Kufa, palikuwa na mtawala kule akito Alwali Ibn Uqba, ni sahaba Walid Ibn Uqba alikuwa ni mtawala lakini alikuwa mjeuri. Utawala wake ulikuwa ni utawala wa kibabe. Baadhi wanasema kwamba alikuwa mlevi, lakini haina uhakika sana kwamba alikuwa mlevi, lakini alikuwa jeuri. Siku ya siku aliwaswalisha watu wa, salisha, wa kufa akiwemo na Abdullahi bni Mas'ud sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaswalisha swala ya alfajiri, -ba badala ya kuwaswalisha rak'a mbili akawaswalisha rak'a nne, na Abdullahi bni Mas'ud yupo nyuma, anajua kwamba tabia za huyu mtu zikoje kitando cha kumwambia Subhanallah hakikusaidia, lakini Abdullah bin Mas'ud aliendelea kumfuata hadi swala ikaisha, pamoja na kwamba anajua hili ingosa anayefanya, lakini madhara ya kumwambia ni makubwa zaidi kuliko madhara ya kujamara. Akawasalisha rakaa nne swala ya fajiri Alipotoa salamu rakaa ya nne akawageukia, akawaambia azidukum, niwazidishie? Wakamwambia tayari umeshazidisha, tayari umeshazidisha. Ikabidi tu apelekwe kwa kiongozi mkubwa ambaye ni afumani nawafaa na kule akasimamishiwa adhabu kwamba Waislamu, endapo tunaona jambo halifai kwa watawala Waislamu unaweka wazi, adinu al nasiha, dini kuna sijana lillahi walirasuli lirasuli wal wal wa waliamati, Waislamu wana haki ya kuwanasihi wa viongozi wao lakini sio kufanya ukaidi. Angalia kilichompata Abdullah bin Zubayr ibn Al-Awwam, Abdullah bin Zubayr radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya Yazid kutangazwa kama kiongozi, viongozi Yazid ibn Muawiya hakuwa na kiwango kizuri cha elimu hakuwa mcha Mungu, hakuwa mtu wa ibada Yazid bnu Muawiya, lakini ndio amechaguliwa kuwa kiongozi. Abdullah ibn Zubayr hakubaliani kwamba mimi sikubali uongozi wa yazidi. Baadhi ya masahaba wakamnasii Abdullah ibn Zubayr, acha, nyamaza lakini Abdullahi bnu Zubeini hakunyamaza, akaendeleza mgogoro akakataa kukubaliana na uongozi wa Yazidi, yaani akatumia hekima ili wakutane na Abdullahi bnu Zubaini itashirikana Yazidi akawa amtangaza kiongozi Hajaj bnu Yusuf Hajaj bnu Yusuf

alimrushia kombora na likabulia alkaba na akauawa wakoahi na mwishowe, alienda akatumbikwa ili watu wote waone wakazingatiwa, kwamba atakayefanya wa ujauri haya namalingo yake ta Waislamu. So kusimuze kwamba tufanye vurugu, hao wanasema tufanye vurugu tayari wana maandalizi ambao wameyafanya, kwamba vurugu zikianza, na sehemu za kukimbilia. Bali wengine ni katika hao hao wanaanzisha vurugu, lakini wao hawapo. Baada ya vurugu kuwaka wakamoto, wao tena hao wanaondoka vile ki. Halafu kuna masisi ambao hajuma hali ya kukimbilia, baada awaionavitu na wao

kutoka katika utawala wote sawa sawa, utawala ambao ni wa sheria au ambao si wa sheria, kwa sababu madhara yake ni makubwa zaidi kuliko vile ambacho tunafanya. Wewe wengi katika wanachuoni wanasema la yajuzu haifai, alkhuruju ala aimati dhur, kutoka kwa viongozi ambao ni mawalidu, haijuzu haifai, hata kama ni wajeuri kiasi gani. Kinachotakiwa kufanya ni kupatikana miongoni mwetu ambao watawaka na kwa namna yoyote nasaazofikie lakini bila kusababisha gurugu zozote. Aanasema sheh, anasema juzu, haifai alkhuruj ala sultan, haifai kutoka kwa kiongozi ukaanzisha burugi ila isheeia masharti mawili. La kwanza Pakiweko ukafiri katika utawala, wati ukafiri ambao ni wawaziwazi, hawa anaamrisha watu kuwa makafiri. Hapo sasa ndio itaruhusiwa kutoka, na ukitoka unatoka wewe peke yako, usiwaamrishe wenzio wawache kumtii huyo kiongozi. Toka wewe kama vile ume, ambavyo wana mwenzi wewe unatakiwa ufunge wewe, ambaye unaweza kumwambia kisarabu na akafunga, sawa